Habari ya leo, tutajifunza sehemu nyeti kabisa, kwa sababu tumeshaona kwamba kuna sehemu nyingi za watu, hasa anapokuwa labda yuko kwenye ajira anajisahau, anakuja kusubiria dakika zimefika za mwisho, ndo anaanza kupambana. Sasa kuna makosa saba ambayo kwamba unatakiwa uweze kuyafahamu, na haya makosa saba yatakusaidia kujua ili usije ukakosea kabla ya kutoka kwenye mfumo sahihi. Sasa kosa la kwanza, moja, uh, wafanyakazi wengi au watu walioko kwenye ajira wanajisahau. Unakumbushwa usiishi kwa mshahara peke yake. Sasa hebu niambie, mshahara ndio huo huo unakula, ndio huo huo unataka kujenge, yani kila kitu kinategemea hapa unashauriwa kwamba ujenge chanzo kingine cha kipato kabla ya kutoka kwenye ajira, hasa unaambiwa jenga mapema, kwa sababu ajira ina muda wake. Lakini pia jambo la pili ambalo unatakiwa uweze kulifahamu ni kuhakikisha kwamba usisubirie ustaafu, usis, ndio uweze kuanza biashara. Hilo ni kosa kubwa. Kwa sababu gani unadhani? Kwa sababu ukiwa huko kwenye ajira hapa una nguvu zako za kutosha akili kuanzia nguvu za mwili, nguvu za akili, nguvu za kila kitu, na una uwezo wa kupambana hata na zile changamoto na ukaweza kuzihimili. Lakini sasa ukishakuwa umestaafu, ndio uanze biashara, biashara ina viunganiko, watu vitu tudogo tudogo tu ajabu ambazo ndio wengi wao vinawapoteza kwenye mwelekeo. Lakini pia usipuuze elimu ya fedha. Jua wengi wao wanapotezea sana elimu za pesa. Akisha, akishaipata tu yeye anawaza vitu vingi. Au yuko kwenye ajira, kabla ya mshahara haujaingia yeye tayari ameshaukopa. Yaani mshahara unakuja kuingia, hiyo pesa tayari imeshaisha. Labda ana, ana, ana, ana, anakuwa kwenye madeni, anakopa na anakopa kwa dhamana ya kwamba mimi ni mfanyakazi. Sasa kwa kuwa mimi ni mfanya kazi, nitakuja nikilipa nitakulipa. Kwa hiyo unakuja kukuta mshahara wote umeishia kwenye madeni. Ndiyo hiyo changamoto ya elimu ya fedha kwa waajiliwa wa, kwa, wa wengi kwa wa wengi hawana lakini, pia kununua vitu ambavyo vinavyopoteza hata thamani yake. Kwa mfano, unaamua hata kukopa hata pesa ili ukanunue gari, labda gari siyo mbaya, ni vizuri kuwa nayo lakini ifahamu kwamba je, kipato chako na kile unachokinunua kinaendana? lakini pia kuishi kwa kuiga wengine. Mwingine anaishi kwenye nyumba fulani, wewe unataka nihamie nikaishi kule. Wengine anaishi mtaa fulani, na mimi nataka nihame nikakae kule, kumbe kipato chako hakiendani na kile ambacho, na kule ambako unataka kwenda kuishi. Lakini pia pointi ya nne, usiishi kana kwamba ajira ni ya milele. Unajua kuna watu wanaishi hadi wanajisahau. Sasa kumbuka kuna kupunguzwa kazini, yaani wewe hapo kama upo ufahamu kwamba kuna siku hicho kiti ulicho kikalia kuna mwingine atakuja akikalia. Sasa kuna kupunguzwa, umejiandaeni. Lakini pia kuna labda malazi yanaweza akakuondoa kwenye kwenye hicho kiti au kwenye mfumo huo, lakini pia kuna mabadiliko ya sera. Nakumbuka kipindi cha tumbua tumbua. na watu wengine sera mara si ya defect vimeenda na watu, mara si nini vimeenda na watu. Haya mambo yapo, huwezi ukayakataa. Hata sasa hivi ukisema sasa hivi hayata kuwepo uwezijua, na hii labda ni, ni manufaa kwa ajili ya, ya familia yako ya baadaye. Lakini pia namba tano, usitumie muda wako wote kujenga ndoto ya mwajiri. Kuna watu wanakwambia niko bize, bize, bize. Jumatatu hadi Jumapili yuko bize bize, bize bize. Sasa huo ubize unakuja unampelekea kwamba ameshajisahau hata zile ndoto zake mwenyewe, ko mwisho wa siku inakuja kufikia wakati kazi inamhitaji apumzike, ila mahitaji ya familia na maisha kwa, kwa ujumla mwenyewe yanakuhitaji yaendelee. Ndio maana kuna glass ambayo iko mtu kwamba Uh, wewe, ajira iko hapa, muda uko hapa, kuna muda sasa, muda unao wa kutosha na ajira ipo, kipato kinakuwa kiko vizuri, lakini kuna muda unapika muda haupo. Muda unao wa kutosha hapa, ajira imekukataa, yani unabaki huko pale pale. Ili somo nitakuja nilifundishe vizuri siku inayofuata. Lakini pia ya sita, usisubirie mafao ya kustaafu yawe ndio suluhisho kuna mtu anakwambia subiri ni staafu, subiri ni staafu. Na walio wengi sasa ukute hizi elimu zote hana. hana unakuta hiyo pesa ya kustaafia haitoshi, lakini pia inayeyuka haraka. Nadhani inaenda watu, utashangaa mjukuu, naomba pesa fulani, unampa. Haya, si hapo hapo nilikuwa nataka nianze biashara, ngoja ni staafu ndo nianze biashara elimu ya biashara hauna. Haya lakini pia hizi huwa haziendani na gharama za maisha, ule uhalisia wa maisha, jinsi ambavyo ulivyo, huwa haziendani. Kwa hiyo ndo maana sasa changamoto kubwa ambayo anakuja mtu kuipata, mshahara unabaki ni ule ule, yani kipato ni kinabaki ni kile kile lakini haiongezeki, maisha yanaongezeka gharama zake. Kwa hiyo hakikisha kabisa kwamba usije ukasubiria mafao ndio uweze kubadilisha maisha yako. Kuna mwingine anasubiri nipate kwanza mafao ndio nijenge. Ndashangaa, nyumba ameijenga imeisha haijaisha hata ku, ku, ku kwenye nani, kwenye, imeisha, kwenye linta au kaisha kupaua, pesa imeisha amewapa mwingine, mara bibi yake, mara mjukuu wake, mara si nani, mwisho wa siku pesa inakuwa haiko. Namba saba, fahamu kabisa kwamba usiache afya yako kwa sababu ya kazi. Hii ndio mtaji namba moja mkubwa katika maisha yako. Kwa hiyo kuna watu wengi wanajisahau, ndio maana utashangaa uh, akitoka kwenye ajira ana, ana pressure na sukari. Akitoka kwenye ajira yani ni mfanya kazi haya, uh, yuko kazini hadi na tendo la ndoa kwake nishapokea. Kwa hiyo so, hii afya, jenga afya yako na fahamu haya. Baz naendelea kujifunza zaidi, karibu sana. Naitwa Mr Joseph Kazimili, mkufunzi wa Achieve for Life Academy.